Kwa majina anaitwa Hassan Ramadhani Nyembo. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa nikiwakilisha mkoa wa Katavi, lakini nipo hapa kwa niaba ya kutoa tamko kuwakilisha tawi letu la mkoa wa Katavi juu ya kadhia iliyojitokeza hapo tarehe 8 March ya kuahirishwa kwa debi kubwa kabisa miongoni mwa debi e, bora tano Afrika. Uh, kimsingi wana michezo na wapenda soka wote tulihuzunishwa na kusikitishwa na hatua zilizochukuliwa na bodi ya ligi. Na hatukuona sababu za msingi ambazo zilikuja kuahirisha mchezo ule na wakati ukizingatia kanuni zinajieleza. Uh, sababu iliyozungumzwa na ndugu zetu watani wetu kwamba kuzuiliwa kufanya mazoezi kunapelekea wao hususa kuja kucheza mechi haikuwa sababu ya kikanuni wala sio sababu ya kisheria. Matamko ya mwenyekiti mzee Mbuto asubuhi yalisisitiza kwamba debi iko pale pale, lakini mpaka saa tano saa sita walisisitiza hilo. Ila baadaye kufika saa nane walikaa kikao na kutoa matamko ya kuahirisha ile mechi. Mechi imeahirishwa kwa shinikizo la barua ya klabu ya Simba ambao tayari walikushazungumza saa nane za usiku. Hii imetufikirisha sana, imefikia mahala kwamba tumeona sasa sisi unyonge, basi tufikie tuzungumze, umma ufahamu, dunia ifahamu na Afrika ifahamu. Tumefanyiwa mengi sana mabaya kama Yanga African tunayo ni, ni, ni, ni ngumu sana kuyaorodhesha yote, lakini yanafahamika. E, faulo nyingi ambazo zinafanyika upande wetu sisi huwa hazichukuliwi hatua. Tumepeleka malalamiko mengi sana bodi na kamati kuanzia e, takriban misimu mitatu iliyopita hayafanyiwi kazi, lakini kwa bahati mbaya mtoto wa upande wa pili yeye yeah, akilalamika kabla hata hajakausha mate matamko yanatolewa, maamuzi yanafanyika, lakini pia ukiangalia adhabu ambazo tumekuwa tukipewa sisi klabu ya Yanga, zile fine zinawanufaisha wao, Bodi na TFF. Ni fine kubwa, hazina msingi, tofauti na wenzetu. Sasa haya ni katika mambo ambayo tumeyafuga katika mioyo yetu, yanatuumiza. Mwisho wa siku, hili sasa limekuja limekuwa fukuto ambalo tunasema kwamba ndani ya tumbo la shari kuna heri ndani yake. Sisi kama Yanga African Tawi la Katavi tunasema, mmoja, tunaunga mkono kauli e, na msimamo wa kamati tendaji chini ya rais wetu Engineer Hersi Said ya kwamba hakuna marudiano ya debi baada ya mechi ya 184 kuahirishwa kihuni na bodi ya ligi. Hatuchezi na hatutaunga mkono chochote kile ambacho kitafanyika. Lakini la pili hatuhitaji hekima wala busara ziingie hapo. Zimefanyika sana tu kwenye sakata la Faisal, zimetumika hekima tuwasikiza viongozi, lakini kwenye sakata la debi kubwa ambayo pia iliahirishwa nafikiri mwaka 2021 ya, ya, Eh, uhuni ulifanyika pia kubadilisha mchezo masaa matatu kabla, kwa sababu tu mtoto wa mama alikuwa hajajipanga ana game tafu kule South Africa. Sasa akicheza debi wataumia, watachoka, atakwenda kubugia kule gunia na magori, wakazungumza, ikaahirishwa. Sasa uhuni huo hatuwezi kuvumilia. Yamefanyika mengi, lakini hilo limekuwa ni sehemu sasa tunasema basi. <coughs> Kwa hiyo msimamo wetu kwamba hatuna mechi zaidi ya ile ambayo imepita ya tarehe 3 mwezi Machi ndio la kwanza. La pili, tunahitaji pointi zetu tatu kama kanuni ambayo inajieleza. Tulifuata utaratibu wote kama club eh, na hakuna sehemu ambao sisi tumeona force. Hiyo habari ya kwamba kuna mabonso walizuia Yanga haina mabonso. Kama walikuwepo walivaa jezi za, na mabonso wanazuiaje watu kuingia uwanjani wakati gate limefungwa, na anafunga gate la uwanja. Hii kesi sio ya kwetu, sisi wanajua wao na wana yule ambao walikuwa pale. Lakini nambari tatu pia hatuna imani na bodi ya ligi inawezekana hata sio bodi ya ligi tu, hata shirikisho pia na viongozi wake nao, kwa sababu tumeona mara nyingi sana uh, tumesikitishwa pia na kauli za, za, za, za, za rais wa TFF. Anakuja kutoka alipokuwa anahojiwa na waandishi wa habari kuhusiana na ile kadhia, anaonyesha wazi kabisa mapenzi yake na hasira zake ziko upande gani. Hatukutegemea kiongozi kama yeye hawezi akatoa maneno mabaya na machafu dhidi ya viongozi wetu Leo hii tunazungumza mafanikio ya, ya, ya, ya TFF kwa timu ya taifa, lakini sio kwamba amesababisha wala askari wala asidanganye asitambe kwamba yeye ni sababu ya mafanikio, mafanikio yaliyofikiwa ya lo, ya na timu yetu ya Taifa Stars. Kwanza, watu wa kwanza kupongezwa ni waheshimiwa marais wetu, hayati JPM, John Pombe Magufuri, aliweka hamasa na nguvu sana kwenye michezo, kama tunakumbuka timu yetu ilifuzu kwa mara ya kwanza. Lakini mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu na hamasa, tumeona katika timu ya taifa kubwa zaidi ni viongozi e, wa timu zetu. Timu zetu kubwa zimewekeza kwenye usajili, timu zetu kubwa zimewekeza kwenye mishahara na wadhamini wamefanya ligi kuwa yenye inye, inye, sehemu na mashindano inazo- ina, ina, inatoa wachezaji wazuri ambao wanakwenda kuipa timu ya taifa. Hizi za kwake bodi ya ligi wanampamba tu kuonesha kwamba kafanya mazuri. Yeye ni sehemu ndogo sana ya mafanikio, lakini kubwa tunamweleza kariera aache kiburi, aache ubabe, aache dharau Shirikisho la kwake alilikuta, walipita kina mzee Leodi Katenga, walikuwa wanafanya kazi zao kwa weredi, walipita kina mzee Ndolam, walipita kina Jamari walinzi atukai kushuhudia sarakasi kama hizi. Habari za kutuletea ubabe hatuzitaki. Pale amewekwa kwa mujibu wa taratibu, anatakiwa atetee kanuni, asimamie kanuni, ili mpira wetu uweze kwenda vizuri. Sisi tunasisitiza hilo. Hatuna mechi nyingine ya marudiano ya debi zaidi ya ile ambayo ilipita. Pointi tatu ndizo tunazohitaji. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.